Ammar bin Yasir alipokuwa akiteswa na Umayya bin Khalaf, ilifika ahadi na yeye pia akafanya akamkufuru aka Mtume Muhammad Muhammad sasalam akasema si mtume, lakini kwa kutozwa nguvu. hatutaacha kukuadhibu ye kama hivi mpaka umkufuru Muhammad kwamba yeye sio mtume. Kwa mateso alipokuwa mengi akaona a, a bora yaishe akamkanusha huru kwa, akaenda kwa mtume sallam, analia. Akapelekewa habari kule Omar bin Yasir ishatamka neno la ukafida kufuru. Weye alipofika kwa mtume sallam, akaulizwa kaifa kana kalbuka, moyo wako ulikuwaje kwangu mimi? Akasema kuntu mutmainna ilayya, kwa kumetulizana kwako wewe, naamini kwamba wewe ni mtume. Pale pale ikateremka aya ambayo ina neno hili wa amostukorehu aleihi, na ile ambayo kwamba mtu kafanya kwa kutozwa nguvu, ili Mwenyezi Mungu atamsamehe na halisi nini halisimami